Tunaendelea na darasa za somo la aqida na tauhidi. Tuko katika darasa nambari 57 na kwa idhini na taufiqi ya mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala e, zinazotoka katika kitabu chetu cha hudha aqidataka min alkitabi wa wassunna ambacho ni kidogo kwa umbile lake, lakini yaliyomo ndani yake ni aqida hazima, ni itikadi kubwa ambayo juu ya hii itikadi ama itikadi hii inabeba e, saadat linsan fi daraini, furaha na mafanikio ya mwanadamu katika haya maisha ya dunia na maisha ya akhira. E, hii ni aqida adhima kwa sababu mtu akihalifu anatoka katika Uislamu, e, yakfur anakufuru, ana na hesabu yake inakuwa ni nzito siku ya Kiyama. Tuko na unwani e, nambari 57 inayosema hal natruku amala wa natakilu ala lqadari, je, tuache amali na tuegemee qadar. Mwenye kitabu e, hapa anazungumza e, alimanu bilqadari, kuamini qadar ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kabla hatujasoma maelezo ambayo ni mafupi sana, naona hapa ni mistari mitatu tu e, juu ya somo hili na anwani hii lakini, mimi nichukue fursa hii kusherehesha hili neno alqadar. Qadari ni nini? Wakati mwingine inaitwa alqadar, wakati mwingine inaitwa alqada na al, wanaochoni wengine wanatofautisha kati ya alqadari na alqada, lakini ala kuli hali, maana zake zinaingiliana na zinabebana. Alqadar e, ifahamike, nukta ya kwanza kwamba qadar ni msamiati wa kisheria ni tamshi la kisheria neno alqadari ni msamiati wa kisheria, na kwa hivyo unahitajia e, tafsiri ya kisheria, mafumu ya kisheria, na mafumu ya kisheria e, huwa inatofautiana na mafumu ya kilugha. Kwenye kipengele gani? Kwamba wakati mwingine, wakati mwingine, sio mara zote neno, mara nyingi neno kilugha linaweza kuwa ni neno moja na tafsiri yake ni moja msamiati unatafsiri msamiati mwingine neno kwa neno basi. Lakini mara nyingi misamiati ya kidini inakuwa imebeba maana, maana pana. Kwa mfano asala, katika lugha ni dua, dua basi. E, ama sala ukitafsiri kisheria utasema ni maneno na vitendo vinavyofunguliwa kwa takbira na vinafungwa kwa at-taslim. Angalia maneno mengi na hapa katikati kuna hayo maneno ni mengi, na, hizo, na, na hayo matendo ni mengi kwa kadhalika hili neno alqadar lina maana eh, linakusanya vitu vingi. Wanaochona wanasema linakusanya vitu vinne. Jambo la kwanza hili neno qadar lina yani, lina, lina, linabeba ilmu yani, linamaanisha ilmu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ashamilu likuli shay'in, ilmu ambayo imeenea kila kitu, kwa hivyo ukirudi katika zile zama za kuandikwa qadar maana ka qadari imeandikwa zamani, alafu ufesi zile zama zilizoko mbele zikiwemo zama zetu, ni kwamba Allahu jalla waala aliyajua yale yatakayokuwa yote kabla hayajawa. Kwa hivyo haya yote yanayokuwa ambayo yamekuwa na yanakuwa na yatakuwa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alikwisha kuyajua tangia azal e... Hakuna jambo linatokea katika likawa linamshtukiza lina Mwenyezi Mungu aza wa jalla anasema e, ala, anasema kwa mfano aha, hapana, haimtokee Mwenyezi Mungu aza wa jalla. Aha, inaitwa albada, la yajuzu albadau al ala llahi taala, haijuzu albada kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hivyo e, Allah jalla waala alikijua kila kitu. Yani, sio kila tu, kitu kilichokuwa, hata vile ambavyo havikuwa e, kwa mfano mtu amefariki, Allah anajua kama singelifariki angeliishi, ingelikuwaje, kwa sababu hata kuna mambo Allah ame ameepusha ili ameyafanya yatokee ili lisitokee e, yani jambo lingine. Kwa hivyo Allahu jalla waala anayajua ambayo hayakutokea, lau kama yangetokea angekuaje. Kwa hivyo alqadar inamaanisha ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo imeenea imeenea kila kitu kadhalika. E, qadar inamaanisha hicho kilichojulikana na Allah katika yatakayotokea. Allah subhanahu wa ta'ala alikiandika katika lauhi mahfuz e, taban e, mimi hapa nimeashiria hivi kama kama kutafsiri tu neno kuandika, lakini simaanishi kuandika kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla ni kama sisi tunavyoandika, simaanishi kuandika bali, sisi wenyewe katika dunia ya leo kuandika inaweza kuwa ni kwa kusema tu, unaandika unaongea kwenye mic, inaandika. Unaweza kuwa unaandika kwa ku kwa, kwa kutype. Kwa hivyo nini, hatujui Allah azza wa jalla aliandikaje, hatujui Allah azza wa jalla aliandikaje, lakini hii ni lugha ya ishara. Allah subhanahu wa ta'ala aliandika, yani ile ilmu A to Z ndio iliyoingia katika tafs, nini, katika hatua ya pili ya qadari. E, ambayo inaitwa ni nguzo ya pili ya qadari, kwamba hicho kilichojulikana kikahifadhiwa katika lauhi mahfudh. Halafu Mwenyezi Mungu azza wa jalla katika Qurani anaashiria kwamba wama kana rabbuka nasiyan, havikuandikwa kwa sababu Mwenyezi Mungu azza wa jalla anasahau. Firauni alimwambia nini na alimwambia Nabii Musa <coughs> baada ya ku, baada ya Nabii Musa kumpa hoja kwamba wale ambao hawatafuata mwongozo baada ya kuwa mimi nimekuja watakwenda motoni. Firauni akamwambia, kama wewe umekuja leo na unasema kuanzia leo watu watakwenda motoni ambao hakukufata wewe na wale wa zamani, je, ambao wame, wamefariki kabla wewe haujaja, fama balul quruni alula, wale wa zamani hukumu yao ni nini? Nabii Musa akamwambia, ilmuha inda rabbi fi kitabin, ilmu ya hayo mambo sio. Wakati mwingine unajibu kila swali, wakati mwingine kusema sijui ndio jawabu sahihi. Akamwambia elmu yake iko kwa kwa Mwenyezi Mungu azza jalla katika kitabu inafanana na hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, inna Allaha kataba kitaban fahuwa indahu. Allah ameandika kitabu, hicho kitabu kiko kwake yeye. Allah ameandika kitabu, kitabu hicho kitabu kiko kwake yeye fauqa al-arsh, juu ya arsh. kwa hivyo akawambia ilmuha inda rabbi fi kitabin. Alipowambia fi kitabin, iko katika kitabu, na hili neno laweza kuingiza fikra ya shetani kwamba Allah anasahau, akawambia la yadhillu rabbi wala yansa Mola wangu hapotei hapotei wala hasahau. Kwa hivyo kile kilichojulikana kikaandikwa. Allah amefanya hivyo kama utaratibu sio kwa sababu atasahau. Uh, alafu ni marhala ya, ya tatu ya ya qadar ni almashia uh, yale ambayo yatakuwa ambayo yani Allah yani ameandikwa kwamba yatakuwa uh, hayawi mpaka yapite katika almashia, mpaka Allah atake. Kwa hivyo kila kinachokuwa taban, sisi watu wa dini, inamaanisha watu wanaongea kwa lugha ya dini, huwa wanasema jambo likitokea, hii ndio kadhari. Yani kila linalotokea ndio kadhari hili kadhari. Akifa mtu tunasema kadhari. Hata ukitokea uzembe na hiyo ni tambihi, tunasema ni kadhari. Jambo lolote likitokea halitoki kwenye kuwa ni kadhari. Sasa, hapa tuangalie limemridhisha Allah halikumridhisha. Maana yake Allah anaweza kupitisha jambo ambalo halipendi na anaweza kupitisha jambo analolipenda. Kwa hivyo ni sio sahihi kusema kila kinachotokea ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini tunasema katika yanayotokea kuna makasiriko ya Mwenyezi Mungu na kuna mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunaweza kugeneralize tukasema kila kinachotokea ni mashia ya Allah, kwa hii nukta ya tatu ya alimanu bilqadari kila kinachotokea ni matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana kwamba kila kilichotokea ni Allah ametaka, kila kitakachotokea Allah ametaka, kila kilichotokea Allah ametaka, lau kama asingelitaka kisingelitokea. E, kwa hivyo nukta ya pili ya tafsiri ya qadari, inayokamilisha tafsiri ya qadari ni kwamba kila kinachotokea kimeingia katika mashia na matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namba nne sasa, hakitokei mpaka Allah akiumbe, yani sio Allah amekitaka alafu kinatokea kwa nguvu nyingine, bali kinatokea kwa uumbaji wake mwenyewe, kwa upitishaji wake mwenyewe, kwa uwezeshaji wake mwenyewe, Mwenyezi Mungu Azza Jalla. Kipengele hiki ni kigumu, Mwenyezi Mungu Azza jalla atatusamehe katika zile presentation ambazo tunaweza kusema zikawa hazilingani na utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala. Kwa hivyo, kadari ni ilmu ya Allah iliyoenea kila kitu, hiyo elimu ikaandikwa. E, hayo yaliyoandikwa kwamba yawe hayawi mpaka Allah yatake. Namba namba nne, hayawi mpaka Allah yaumbe. Kwa hivyo khalquhu li, e, li, li tilka almashia kuumba kwake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla vile alivyovitaka. E, utashi wake hauumbwi, lakini yale aliyoyataka ndiyo ambayo yanaumbwa. E, sasa swali katika somo letu la leo: Je, tuache kufanya amali kwa sababu tunategemea qadar? Uislamu ulipotutajia qadar, ulilenga sisi tuache amali tutegemee qadar? Hmm. La, aljawabu la, hatukuwa na, na, ingekuwa tunatakikana tufate qadar tungelioneshwa hiyo qadar. Sisi tumeta, tumeambiwa tuamini qadar hatujaambiwa tufuate kadari. Kitakachotokea tutasema ni kadari, lakini sio sisi ndio twaitengeneza kadari. Sasa maanake kama tuacha amali kwa sababu ya kadari, sisi sasa ndio twabuni hiyo kadari. Una, unafahamu kwa hivyo, la turku alamala, hatuachi amal. Anasema la turku alamala liqaulihi taala, tusiache amali kwa kauli yake Mwenyezi Mungu azza wajalla, faamma man aata wattaqa, ama yule ambaye amemcha Mwenyezi Mungu ametoa na akamcha Mwenyezimungu az wa jallah, wasadaqa bilhusna, na akasadikisha mazuri. Ametoa na kutoa kwake ilikuwa ni kwa kumcha Mwenyezi Mungu jalla wala, na akasadikisha pepo au akasadikisha mazuri. Fasanuyasiruhu lilyusra, tutamfanyia wepesi mambo mambo mazuri. Alyusra ni mambo mazuri e, e, mambo mazuri. Hata Kiswahili tunayaita ni mambo mepesi. Fulani bwana mambo yake mepesi, mambo yangu mazito bwana, yani mambo magumu mabaya e, tutamfanyia wepesi e, nini, nukta gani katika aya inayohusiana na somo letu? Katika katika aya ina e, kipengele kinachohusiana na somo letu ni kuwa, e, hizo qadar, mtu kukadiriwa mazuri au mabaya kunategemeana na mwenendo wake. Allah, yani Allah subhanahu wa ta'ala, hizi qadar Eh, ee, hili somo labda tutakuja kulielezea kwa kipekee kwa kirefu, lakini hapa limeelezewa kwa kifupi. Eh, ee, kupata kwako kheri ni kwa kufanya kwako kheri, kupata kwako shari ni kwa kufanya kwako shari. Eh, ee, taba anaelezea kwa lugha ya jumla kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukadiria hidaya kwa juhudi zako za kutafuta hidaya, amekukadiria kwa mfano upotevu, nisiseme amekukadiria wewe, amemkadiria mtu kwa mfano upotevu kwa sababu ya kuchukia kwake hidaya kwa sababu ya kupenda kwake upotevu. Kwa hivyo <laughs> ninatufanye amali njema, kwa sababu hizo amali nazo ni sababu ya kupata matokeo mazuri. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema, imalu, fanyeni kazi, fakulun muyassarun lima khuliqa lahu, kila mtu amefanyiwa wepesi kile alichoumbiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, imepokelewa na Bukhari na Muslim. Tukutane katika unwani adhim katika darasa ijayo, nambari ngapi? Nambari 58 inayozungumzia assunnatu walbidatu, sunna na bid'ah. Maneno haya mawili kweli yamo katika misamiati ya dini ama ni sisi tumeyatengeneza na yanamaanisha nini? wasallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.